Yo, inakuwaje mshikaji wangu, mwanangu wa dhahabu, sema nini? Ni ukitaka kupambaika sehemu ni moja tu, yaani kutaka kuchukua jinsi kali, t-shirt kali na raba kali, basi hakikisha unaingia kwenye maduka yote ya Robiana Fashion, lio la Kinondoni au hata la Sinza. Ukipita duka la Robiana Fashion, ingia ndani, chukua snikako kali, chukua jinsi kali, chukua t-shirt kali, unapambaika, unang'aa, au sio? Sharata washikaji zangu, Robi Wan Fashion ana mzigo mkali, mzigo mpya, kila siku anaingiza mizigo mipya, so wewe kazi ni kwako tu kuingia pale kuchukua mzigo wako, unapambaika unapoa mjini, au sio? Global Online TV, kiteknolojia, kisasa, kidijitali, habari, utapata interview za kijanja, vijimambo, vistori, vibweka vya mastaa, usisahau breaking news, hapa ndio nyumbani kwao. wow. Wow. Mitandao ya kijamii sasa hivi imewezekana ikawa inatufanya kila mtu akawa na dukuduku lake moyoni na anatamani kuongea chochote, ah, kuhusiana na hali ya upepo sasa hivi ulivyokaa. Yani kila mtu anatamani labda angepata nafasi, angeongea kitu fulani, sema wengine wanahisi kama hawana uwezo ama wanaogopa. So leo kwenye kale za entertainment, naye mmoja kati ya madizaina wetu wa Tanzania, dizaina mkubwa sana ah, Martin Kadinda. Martin Kadinda nilikuwa nimekutana naye ah, kwenye mishemishe zangu za kutafuta kale za entertainment, kana nimeamua kumuuliza swali kuhusiana na huu upepo wa kisiasa ulivyokaa sasa hivi, yeye anaona una athari wapi unaumiza wapi? Kuna sehemu tu unaumiza, labda kwenye bongo flava unaathiri kwenye mziki wetu, ama kwenye fashion upande wao unaathiri? Uh, kinachoendelea kwenye upande wa siasa kwa sasa kinaathiri kwa kiasi kidogo, naweza ngasema kwa upande wangu, kwa sababu atensheni kubwa ambayo ilikuwa kwetu, kwa wafanyabiashara, labda wanamziki, waigizaji imeondoka, watoto wanapeleka attention yao kwenye siasa. Na mimi sidhani kama nchi inaendeshwa na siasa, nchi inaendeshwa kwa uongozi bora pamoja na uadilifu wa viongozi. Kwa hiyo kwa sababu serikali ipo ndio inayozunguka na hilo jambo, nadhani ingeweza kutupa basi attention yetu ikarudi kwenye maisha ya kawaida, yani kwa sababu sasa tena hakuna attention kwa kile wanachokifanya watu wote, wako busy kujua nani kafanya nini nani kafanya nini, nini, nani kaenda wapi. Kwa hiyo tumekuwa na siasa ambazo zina zinatoa ule Utanzania wetu na usahau, tunaanza kuwa tunafuatilia mambo ya watu binafsi au watu wa grupu fulani. Kwa sababu nadhani uh, matatizo haya yameshatokea miaka mingi ya huko nyuma, lakini labda kwa kipindi hicho alikuwa anapewa attention kubwa kama mbao inapewa hivi sasa. Kwa hiyo yameathiri kwa kiasi kubwa, kwa sababu kuna vitu vingi vinafanyika, wasanii wanatoa nyimbo hazisikiki, yaani hazipati ile um, mbainapatikana mara ya kwanza watu wanas zao za, lakini watu hawatoe attention kwa vitu kama hivyo, kwa sababu tayari watoto wanaangalia siasa kwa kiasi fulani imeweza ku, lakini siani kwa kiasi kikubwa, tukipambana, tunaendelea na maisha yetu kama kawaida, ni upepo tu, tuta then tutaendelea kama kawaida. Kiukweli rahisi atabiliki, na wanasiasa watabiliki, yani Yani wao, lala amka, sikilizie the next episode, lala amka, sikilizie the next episode. Shambo ni series kwa, kuna vitu vingi vinaendelea kuja na kwa sababu tayari tunajenga mazoea fulani ya kuwa na nchi iliyotulia, kwa watu walikuwa wamefanya kazi ya upigaji na mazoea yalikuwa yamejenga mengi. Kwa hiyo i'm sure kuna vitu vingi vinabadilika, hata system yetu ya maisha pia imebadilika. Tumeanza kuwa na yani, unaanza kumchunga na mwenzio asije aongeza kwenye matatizo ambayo sio ya kwako. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa ambacho naweza nikasema. So, swali langu lingine kwa Martin Kadinda, hivi Martin, ulishawahi kufikiria kama mitandao ya kijamii inaweza kuwa na nguvu kubwa A, watu wakiwa wanasoma kwa spidi, watu wakiwa wanapata vitu vingi kutoka kwenye mitandao ya kijamii kwa mara ya kwanza nimeanza kuona nguvu ya mtandao, hasa kwenye kutaka kuibana serikali, kutaka kuikosoa serikali. Mara ya kwanza tulikuwa tu ipo kwa ajili ya kuuza sura na nini na nini, lakini so far kwanza, hivi sasa nimeanza kuona yaani, unaamka asubuhi, unaenda kuangalia waziri leo kaandika nini, sijui rais leo kwa sasa kaandika nini, sijui waziri msigo kaandika kitu gani. Kuna watu ambao lazima waende kaangalia kuna nini kimetokea. Lakini mara ya kwanza tunaamka, unaenda kuangalia labda Wema Sepetu kaposti nini, Diamond kaachia ngoma gani, Ali Kiba kafanya nini. Lakini sasa hizi uendi huko, unaenda kuangalia kwanza, kuna watu lazima uwapitie, yaani aa kuna nini kina happen, na lazima uangalie kabisa matamko, ofisi ya rais imetoa kitu gani, ofisi ya waziri mkuu imetoa. Zamani tulikuwa tuna huo muda, hata ukisikia ofisi ya rais imetoa kitu unakipita. Lakini sasa hizi lazima kwanza ku slow down, unaanza kusoma, unaweza kukuta jina lako lipo pale. <laughs> Ni kwamba ukiwa huna internet, kuna vitu vingi vinapita. Alafu kianza kusimulia, kila mtu anasimulia kwa upande wake. Kwa hiyo ni vizuri ukawa huko update. Yani, ulisikie jambo, ulisikie tamko kutoka kwa mtu muhusika, na uweze kulidadafua na kulifanyia kazi. Lakini ukikaa kusubiri upewe story, ndiyo ndugu yangu. Unaweza kujikuta huko Mpagala lakini ukitegemea unaishi Sinza.

Anajua mwenyewe anacho kusema, lakini ni ngoma ambayo tayari unaisikia na inapita kwenye mzunguko, kwani kwenye kila situation ambayo inaendelea, ikipigwa ile ngoma ya shishi, naona kabisa kwamba hapana, sikupi kiki, achana na mimi bwana. I think tubadilishe tu, tu, tu Tanzania tu watu ambao wanaweza tukafanya utafiti. Tanzania tumekuwa tu watu wa kushikia masikio. Yaani na, una, una, na, unafanya utafiti na kufanya research mambo yanaendelea kwa, kwa, kwa tu sababu tayari kwenye kila ishara ina jambo mbele, na kwenye kila jambo, na kwenye kila amuzi natumika saizi, lina ishara mbele. Yaani jambo nitafanya hapa saizi, nakuwa najua kesho itakuwaje na kesho kutwa. Kwa hiyo tujifunze kuwa tunawasoma watu, kauli zao, matendo yao, na tutajua kokwenda na hii jamii yetu ya Tanzania. Asante sana kwa mshikaji wangu mpenda kale, mpenda burudani, support yako ni kubwa sana, mimi naiona support yako, appreciate you popote pale ulipo, na furahi kama unatumia bando lako na muda wako kunisupoti mimi, mshikaji wako, kwenda kupenda zile kali za kwenye YouTube channel Global TV online. Point msingi ni moja tu, mimi nawe makutano yetu ni sehemu moja tu kwenye YouTube channel Global TV online. Basi hakikisha unapoamka asubuhi, unapomaliza kufanya kazi zako Uko kwenye laptop yako, uko kwenye simu yako, basi hakikisha unaingia kwenye kwenye YouTube YouTube channel channel Global TV TV online, una una like, una subscribe, pia like comment hapo, zile za za za za entertainment ako, mshikaji ako, mshikaji ako, mshikaji ako za entertainment, kiwa kama dereva wako wako mshikaji, mchoma sindano, nimesha kuwekea na habari zote za siku za duniani, utakuwa unakutana nazo kwenye online, zile za siasa, zile za burudani, za michezo, zote zinapatikana kwenye YouTube channel Global TV online. Shout out to my brother behind the camera Hillary Daud, appreciate you bro.